Hello, tupike majani ya maboga. Mm-hmm. Wewe unapikaje? Mimi wanapika hivi hapo, kama hivyo ni ma, majani yangu ya maboga nimeyasafisha hapo, nimeyachambua pia nimeyaosha vizuri kabisa hapo. Sasa nikawa nayakatakata yaani hakikisha unayaosha vizuri kwa sababu haya huaga yana michanga sana. Ni majani ya maboga wengine wanaita msusa msusa, ehe hapo mi nikakatakata mboga yangu, hakikisha unakatakata vizuri vile wewe unapenda, kama unapenda makubwa makubwa, kama unapenda ndogo ndogo, hapa kama mimi, hakikisha unakatakata vizuri, na hakikisha pia mboga yako umeiosha vizuri kwa kutumia maji mengi, hakikisha umeosha vizuri kwa kutumia maji mengi. E, kabla ya hapo Kabla tujaingia jikoni, naomba unisaidie kusubscribe, kulike na kucomment. Utakapo subscribe, utakuwa wa kwanza kupata video zangu na utakuwa umenisupport kwa kiasi kikubwa sana. Nawapenda sana e, kama hapo mnavyoona naendelea, naendelea kukatakata hiyo mboga yangu. Hakikisha umenawa mikono, mikono yako ni misafi. <laughs> Na sijaposti siku mbili hizi, mnisamehe kwa sababu nilikuwa na homa aliyawea kila mtu imempa homa nafikiri, mloko wazima Mungu aendelee kuwalinda. Hapo nikita hiyo jikoni mboga yangu kwa ajili ya kuchemsha. Hapo ishachemsha tayari, imechemka hapo kama mnaviona imechemka vizuri, imechemsha kwa sababu spendi iwe ngumu. Unaweza ukapika hivyo lakini wanachemsha hapo. Nina tui langu hilo zi, zito la kwanza, na nina tui pia la pili. Nina kitunguu cha kutosha, karoti ya kutosha, nyanya za kutosha uweka kiungo ambacho wewe unapenda kama una viungo vingine pia unapenda, unaweza ukaweka mpenzi. Hapo nimeweka sufuria yangu jikoni, nimetia na mafuta kiasi kwa ajili ya kukaangia hivyo vitunguu na hizo karoti. Kwa hiyo hapo nimeweka vitunguu vyangu jikoni kama hivyo mnavyoona, kwa muto wangu tu wa saizi kama ninavyosema kila siku hapo. <laughs> Ndio sasa, kukoroga kukaanga hivyo vitunguu mpaka vibadilike rangi, ni mpaka viwivi vile wewe unataka. Mm, nisamee sauti so yangu leo, ninahoma bado na nina mafua <laughs> okay. Kaya hapo naendelea kukaanga hivyo vitunguu vyangu taratibu mpaka viwe vile wewe unataka. Kama unataka viwe vya brown au unataka viwe vyeupe bado unataka viveje ehe, uchagua wewe jinsi ambavyo wewe unataka mimi. Nakakaanga vitunguu vyangu hivyo mpaka nikahakikisha kama vimeiva vile mimi nilivyoplani leo, ehe, maana vitunguu hata kama ukitia vitunguu hapo ukisema utie nyanya kama hivyo, ni sawa zinaenda vinaenda vinaiva. Kila mtu na anachopenda jamani. Mwingine anapenda harufu ya kitunguu kibichi, mwingine anapenda kitunguu brown, mwingine anapenda tu viwe vya kawaida havijakuwa vibichi wala havijaungua hivyo. Mimi vitunguu vyangu vilikuwa kama hivi, vilikuwa vishaanza kubadilika rangi na kwa rangi ya brown, nikaenda kutia karoti nika, nikaenda kutia karoti zangu nilizikatakata kwa staili hizi hapo mbili, nilizikwangua kwa urefu, pia nilizikata kwa vipande vipande. Weka wewe ambavyo unataka, unaweza ukazikwangua zikawa laini kabisa zote, haisumbui wala haina shida, mpenzi wangu. Kwa hapo kaendelea tena kukoroga, kukoroga hizo karoti zangu. Kila siku unasema karoti zinapikwa na moto mdogo mdogo, karoti hazipikwi na moto mwingi. Ukipika karoti na moto mwingi, zitaungua zitakuwa nyeusi. Ehe, special hizo ayo ni mafuta ni machache, yaani zichewee kuungania kwenye sufuria. Kwa upika na moto tu wa saizi karoti zako, na hakikisha unakuwa unazigeuzageuza kama hivyo hapo. Utacha karoti zako mpaka ziwive. Kama una kiungo kingine unaweza ukaweka. Mimi sijapendelea viungo vingi, nimependa tu viungo hivyo hapo, na mboga yangu ilikuwa tu tamu sana hapo nikaweka nyanya. Sasa hiyo ni, ni nyanya nimeitatakata. Wanasema mboga ya majani nyanya haisagwi, lakini unaweza ukasaga bwana, nyanya unaweza ukaikata nyanya pesti, nyanya ni nyanya, unaweza ukaikata nyanya, nyanya, nyanya ni wewe unapenda unavyopenda tu iweje. Mimi nilizikatakata kama hivyo hapo, nikaendelea kukoroga kuchanganya pamoja na hizo karoti na vitunguu. Kwa hapo nikachanganya tena kidogo kidogo, hapo niliongeza tena moto kidogo, ili hizo nyanya ziwive ila usipike na moto mkali, nyanya itanuka, haitoiva. Utakuta mwingine anapika mapishi yake ni yananuka nyanya, yeye mwenye anaona tu ni sawa, lakini nyanya sometimes zinakuwa zinanuka nyanya kama hazijawiva, hazijawiva zinatoa harufu, unakuwa na harufu fulani hivi kana kera. Kwa hiyo hakikisha nyanya unapika na moto mdogo mdogo na mdogomdogo, hakikisha imeiva imekuwa laini nyanya, imekuwa laini. Kama umeweka mafuta, hakikisha nyanya nyanya imetengana kabisa na mafuta. Yaani nyanya imekuwa laini na haitoi harufu mbaya. Hakikisha hilo, kama hivyo unavyoona mimi nyanya yangu hapo, mafuta yamejitenga kabisa. Nyanya yangu imewiva vizuri kama mnavyoona, hainuki. Hata kwa muonekano inaonekana kabisa nyanya yangu imewiva. Hapo, kama mnavyoona, nyanya yangu imelainika. Ndio sasa kutia hiyo mboga ambayo mimi niliichemsha. Mimi sikuichuja maji, japo wengine huwa wanachuja maji. Mimi naona ukichuja maji inapoteza ladha. Mi sijaichuja maji hiyo mboga, nimetia hivyo nilichemsha kwa dakika kama tano hivi. Ehe, kaa nachanganya sasa hapo kwenye huo mchanganyiko wangu wa nyanya, ili ziendelee kushikani ziwe kitu kimoja, nyanya pamoja na hiyo mboga yangu. Hayo ni majani ya maboga, wengine wanaita msusa, ah, sijini yes, hivyo nimepatia. Lakini mi najua tu ni majani ya maboga, ndio ninavyojua mimi kama kuna jina jingine mtanisaidia kuniambia wapenzi wangu. Kwa hapo nikaendelea kuchanganya mpaka mboga yangu iwe kitu kimoja, nyanya na hizo mboga mboga ziwe kitu kimoja. Kwa hapo nikachanganya vizuri kama mnavyoona hapo <hum> mi nilishatia chumvi, chumvi nakumbuka nilitia na pale, wakati ambapo nataka kuchemsha hiyo mboga yangu. Kwa hiyo ina chumvi. Kama mboga yako utaona chumvi ndogo, utaongeza chumvi hapo. Nikafunika, baada ya muda nimefunua. E, mboga yangu inaonekana hivyo, yale maji yamekauka na imekuwa kitu kimoja pamoja na hizo nyanya, imeiva tena vizuri kabisa, hapo tayari kwa kuweka tui. Ehe, hapo tunaanza kuweka tui gani? Tunaanza kuweka tui la pili, kuchuja tui la kwanza. Pili, la pili, lile la pili lile unaita tui jepesi Katia kiasi chako ambacho wewe unataka. Kama unapenda chuzi unaweza ukatia kibao yani wewe unavyopenda yote, haisumbui mimi. Nileweka kiasi kwa hapo, kaendelea kukoroga. Kama una karanga pia unaweza ukaweka. Hata kama hauna nazi pia unaweza ukaishia tu pale pale, mboga ni tamu. Hii mboga ni tamu, mimi naipenda sana. Katika mboga zote naipenda hii pamoja na chinese. Nazipenda sana hizi mboga oh. Kama una nazi, pale, tamtu, una kutoshia, nazi una karanga unaweza tu ukaishia pale palepale na ni tamu tu, ila hakikisha tu unaweka mafuta ya kutosha na viungo vya kutosha. Hapo nikaacha hivyo ichemke kama mnavyoona tui langu hilo lichemke hapo kwenye mboga ya tui, kwa majani jamani, hatupigipigi tui kwa sababu mboga ya majani yenyewe inazamisha tui lote. Ehe. Kwa baada ya muda sinane tui langu lishachanganyikana kabisa kwenye hiyo mboga kama mnavyoona yani limeshikana kabisa na hiyo mboga hapo, ni inanukia balaa, unaweza ukala hivyo hivyo bila ya tui wa kwanza hapo <laughs> Sasa nikaenda kuweka tui lile zito, na tui langu lilikuwa zito zito kweli kweli. Kwa hiyo nikaenda kuweka tui langu zito, kiasi ambacho mimi nimependa ulazitu, nakaweka na wewe kiasi ambacho unapenda kutokana na mboga yako na mapenzi yako, mm kwa hapo -hmm. nk endelea kuchanganya sa sasa hiyo tui langu. Unaona mboga yangu inaanza kupendeza eh? Ni mboga simple sana, lakini ni tamu, haitumii gharama, lakini ni tamu nye mboga hapana. Kama una nyama pia unaweza kaeka un, nyama utumbo zote zinaingia humo nekuongeza tena hilo tui langu, lakini nilibakisha, niliona tui limekuwa jinsi sana. Kaendelea kuchanganya hapo kwenye mboga yangu, inanukia bala, hii mboga ni tamu kwa ugali ni navyosema tam kwa ugali sijui mnanielewa. Yani, mboga hii ni tam tam kwa ugali, ona mboga yangu inavyopendeza hapo. Ni kati ili tu iliwive. Kama mnavyoona mboga yangu ilikuwa hivyo, ilikuwa mm -hmm. Tam jamani, mboga hii tam. Mimi naipenda sijajua nyinyi wenzangu, lakini mimi naipenda sana jamani, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kupata video zangu. Ehe, kwa mboga yangu ilikuwa hivyo, wapenzi wangu, inaona inapendeza kabisa ah, na ilikuwa tamu mboga. Sijatumia gharama nyingi wala nini na ni tamu bai.